Hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. Tushachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji moja moja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya pamoja. Oh, kwenye kupigania huko ubingwa tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh, Kani, na Musa Kamara lakini vile uh, vile kiwango cha hali ya juu cha Ali Ali mapenati, mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel. Kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji kagoma, kwa hiyo sema kweli, tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msijemkasahau kama tunajenga timu jamani, msijemkahadaika na mafanikio tuliyokuwa nayo na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi. Hiyo fezi ya tatu. Semaji kwa matokeo, nasema kwamba ilikuwa ni salamu e.